Kwanza, kwa majina naitwa Dk Mary Mayige, ni mtafiti mwandamizi kutoka Nimri, lakini vilevile ni mkurugenzi wa taarifa za tafiti na kurekebu tafiti kwenye shirika, uh, taasisi yetu ya utafiti wa magonjwa ya binadamu za kuhusiana na mada ambayo nimeitoa leo kwenye mkutano, tuliongelea masuala ya uh, ku kuongeza uh, ufanisi wa huduma ambazo madaktari tunazitoa. Kama unavyojua tuko kwenye mkutano wa, wa madaktari uh, Tanzania. Kwa katika mojawapo ya mada ambazo nimeziongelea ni, ni kuhusiana na hali ya utoaji wa huduma za afya na mojawapo ya vitu ambavyo tumeviongelea pia ni hii uh, hii changamoto ambayo uh, wananchi wanaipata kutokana na vile vifurushi vyao vya bima walivyokuwa nazo na ukilinganisha na zile huduma ambazo wanazipata. Sasa labda nitoe tu ufafanuzi kwamba vile vifurushi vimetengenezwa kulingana pia na ngazi ya huduma. Kwa hiyo mara nyingi watu wengi uh, tunahitaji tu zile huduma za msingi ambazo zinapatikana sasa kwenye zile hospitali zetu uh, za chini. Sasa kinachotokea, wengi akishapata bima ya afya anaruka zile ngazi za rufaa na kwenda kwenye ngazi za juu zaidi za za huduma pale changamoto inapotokea ni kwamba kile kifurushi kimejengwa kwa ajili ya kumwezesha yule mteja um, kupata huduma uh, kwenye hi, ile ngazi ya chini, lakini vile kuna, kuna, kuna um, miongozo mingine ambayo huyu mtu ambaye ana kifurushi tu cha chini siku akihitaji huduma za juu zaidi, basi kuna miongozo mingine ambayo inasaidia ina huyu mtu pia. Kuna wengine wanapata misamaha au kuna wengine wanapata huduma kupitia uh, mipango mingine ambayo serikali inayo. Kwa sasa cha kusisitiza hapa ni kwamba wananchi wanatakiwa pia kufuata zile ngazi na ule mnyororo wa rufaa, ili sasa wasiweze kupata hizo changamoto wanazozipata ta kwamba, dawa da hii haipo, dawa hii sijaipata. Ni kweli kwa sababu zile dawa zinapotolewa kulingana na miongozo yetu zinatolewa uh, pia kulingana na zile ngazi za rufaa. Kwa hiyo inatarajia kwamba yule mtu ambaye ana ugonjwa wa kawaida basi aweze kupata huduma zake kutoka kwenye dispensari yake ya karibu ama kutoka kwa kituo cha afya cha karibu ama hospitali ya wilaya. Lakini inachotokea, mtu leo akishapata kadi anaenda moja kwa moja labda hospitali ya taifa ya Muhimbili. Sababu ukifika kule sasa zile dawa ambazo ziko kwenye gazi ile haziendani na kile kifurushi ambacho mwananchi anacho mwana. Lakini yote hii ni katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma kwa wakati pale anapohitaji. Kwa hiyo tunashauri pia wananchi wetu waweze kufuata hiyo minyororo ya rufaa. Sasa kwa swali jingine tuko, naomba pia utuzungumzie pia kuhusiana na ishu ya tafiti ambayo mlifanya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu. Kuhusiana na hypertension. Ah, sawa. Kwa taasisi ta, ta, ya ya taifa ya magonjwa ya binadamu imekuwa ikiongoza tafiti ambazo zinaangalia hali ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza nchini, na utafiti wa kwanza ulifanyika mwaka elfu mbili na kumi na mbili na utafiti uliofuata umefanyika mwaka elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu Uh, kwa hiyo kwenye upande wa uh, magonjwa ya, ya, ya, ya uh, shinikizo la juu la damu ni kweli tumeona kwamba uh, tumepata mafanikio kwamba kwa juhudi ambazo zimefanyika kwa kiasi kidogo, tumeweza kupunguza uh, idadi ya watu ambao wanakuwa na uh, shinikizo la, la damu, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tuna uh, majibu tuliopata ilikuwa asilimia 26 ya Watanzania wote kati ya umri wa miaka 18 mpaka 64 walisemekana kuwa wana Uh, shinikizo la juu la damu lakini, kwenye utafiti ambao tumefanya hapa karibuni, imeonyesha kwamba ni hali hiyo imeshuka paka asilimia 23 ya Watanzania wote, lakini uh, ili ripoti pia imeonyesha kwamba bado kuna changamoto ya watu kupima afya zao, kwa tunasubiria mpaka uh, tuumwe ndio tuende hospitali. Kati ya watu ambao tuliwakuta na pressure na hiyo na na shinikizo la juu la damu karibu asilimia 73 walikuwa hayo wajawahi kupima kabla kabla ya kugundulika wakati utafiti unafanyika. Kwa hiyo tuendelee tu kuhimizana kuendelea kufuata ile uh, you know, miongozo ambayo tunapewa ya mtindo mzuri wa maisha. Nafikiri Wizara ya Afya ilikuja na kampeni nzuri sana ya afya yangu mtaji wangu na uh, kampeni nyingine, lakini vilevile vile tumekuwa tukihamasishwa sana kuhusu kufanya mazoezi, kuhusu ulaji wa chakula uh, nilikuwa tu napenda kuendelea Uh, wasihi wa, wa Tanzania wenzangu kufuatilia hizi habari za afya, lakini vivyo taarifa za masuala ya mtindo bora wa maisha ku, ku, kutoka kwenye taasisi zetu ambazo zinatakiwa kutoa hizo taarifa kwa na na tunakua. Kwa hiyo, kwa sababu pia huko kwenye mitandao kuna kuoga na na mambo mengi hiyo. Kwa Tanzania, taasisi ambayo inapaswa kutoa miongozo ya ulaji unaofaa ni taasisi yetu ya chakula na lishe, na hivi karibuni ametoa miongozo mizuri tu, lakini pia Wizara ya Afya imetoa uh, vijarida vya mtindo bora wa maisha. Wakati tunapita pita basi huko kwenye mitandao, pia tuweze kupita kwenye hizi taasisi zetu na kuweza kujipatia sasa hizo taarifa, na vile vile sisi kama wataalamu tutaendelea pia kufanya kazi zaidi kuhakikisha hiyo miongozo yetu basi tunaichambua uh, kwa lugha nyepesi zaidi, ili wananchi waweze kutuelewa zaidi. um, wasilisho kama watafiti ni swala la usugu wa dawa Taasisi ya, ya Nimri ilifanya utafiti wa kufanya majumuisho ya tafiti zilizofanyika kwenye eneo hili la kuangalia usugu wa dawa na tumeona kwamba ni kweli dawa nyingi zina usugu, lakini chanzo chake kikubwa ni matumizi holela ya dawa. Kwa hiyo niendelee kutukwa si wananchi, kwa sababu hizi dawa um, e, tulizonazo ndio hizo, na ukiangalia pia kwa sababu wenzetu ambao wana invest zaidi wanawekeza zaidi kwenye ku, kufanya ugunduzi wa dawa, sababu kwetu huko bado tunaendelea taratibu. Haya magonjwa kwa ya kuambukiza sio magonjwa ambayo yanawasumbua sana, kwa hiyo wanasumbuliwa na magonjwa mengine kama kansa, kama pressure, kama kisukari. Kwa hiyo pia hata uwekezaji wa ugunduzi wa dawa mpya kumekuwa kidogo na changamoto, kwa hiyo inabidi tufanye vizuri kuhakikisha kwamba zile dawa zilizopo basi zinatumika kwa uweledi ili kuweza kuondokana na hili swala la usugu wa dawa. Kwa hiyo tunashauri pia wananchi wetu kuacha kutumia dawa kiholela, kwa sababu mwingine akikohoa kidogo ameshaenda kutafuta azuma, mwingine akisikia sio nini. Kwa hiyo ni vizuri pia kupata ushauri wa daktari, lakini kwa wenzetu wale ambao uh, pia madaktari wenzetu, kwamba kujitahidi pia kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kutoa um, hizi uh, dawa ambazo ziko kwenye hiyo eneo la antibiotic, ili kuweza kuondokana sasa na huu usugu unaotokana na matumizi holela ya, ya dawa za antibiotic. Asante. Kwa kuongezea hapo, uh, kwenye swala la usugu, labda tumefikia asilimia ngapi kwa sasa hivi? Uh, hilo ni swali gumu, kwa sababu zile dawa ziko dawa tofauti tofauti na um, inatokana inategemea na aina ya, ya, ya vile vimelea, kwa sababu kuna vimelea vingine ambavyo vinakuwa sugu kwenye dawa nyingi. Kwa hiyo sio sio kitu ambacho naeza kiongelea kwa ujumla wake, lakini kweli tumeona kwamba tatizo, tatizo ni kubwa, kwa sababu inatakiwa kwamba dawa zote ukipewa dawa iweze kufanya kazi. Kwa hiyo hata usugu wa asilimia kumi na wenyewe ni tatizo, yaani hatuhitaji kufika asilimia tisini ama asilimia mia. Inatakiwa kwamba wote kwa pamoja basi tuhakikishe kwamba tunafanya matumizi mazuri ya antibiotic. Asante.